Taarifa ya habari kutoka nPoint. Na kwanza tupate muhtasari wa habari tulizonazo alasiri ya leo. Mwanafunzi wa darasa la tano katika shule ya msingi Isenegeja amefariki dunia baada ya kutumbukia kwenye kisima alipokuwa akichota maji. Tume huru ya taifa ya uchaguzi ya Tanzania INEC, imetangaza kuwa itatangaza mshindi wa uchaguzi wa urais ndani ya saa 72 baada ya upigaji kura kukamilika na katika habari za kimataifa, aliyekuwa rais wa Ufaransa Nicolas Sarkozy leo Oktoba 21 ameanza rasmi kutumikia kifungo cha miaka mitano jela baada ya kushindwa katika rufaa yake. Ujambo na karibu katika matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa Msasani. Langu jina ni Joshua Sorongai, pamoja nami ni Denis Julius, Samuel Matekere, Michael Gaspar kukamilisha matangazo haya. Endelea kusalia pamoja nasi tunapoanza habari za kitaifa. Tabora mwanafunzi wa darasa la tano katika shule ya msingi Isinegeja iliyopo kata ya Mwisi wilaya ya Igunga mkoani Tabora William Emmanuel mwenye umri wa miaka kumi na mbili amefariki dunia baada ya kutumbukia kwenye kisima alipokuwa akichota maji Akizungumzia tukio hilo Jumatatu Oktoba 20, kamanda wa polisi mkoa wa Tabora Richard Abwao amesema mtoto huyo akiwa na wenzake saba waliagizwa maji na walimu wao katika kisima hicho, ndipo akatumbukia kisimani na kupoteza maisha. "Hawa watoto walitumwa maji na walimu wao na walikuwa kundi la watoto wanane. Sasa wakati wanaendelea kuchota maji mwenzao akatumbukia na kupoteza maisha," amenukuliwa kamanda wa polisi mkoa wa Tabora. Amesema tukio hilo limesababisha taharuki kwa wazazi na walezi katika kata hiyo, hali ambayo ilisababisha kuitishwa kwa kikao kilichohusisha vyombo vya usalama, wazazi na walezi na uongozi wa shule, na hatimaye ikabainika kwamba kifo kilichotokana na ajali tu, hapakuwa na uzembe wowote. Dar es Salaam. Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi ya Tanzania, INEC, imetangaza kuwa itatangaza mshindi wa uchaguzi wa urais ndani ya saa 72 baada ya upigaji kura kukamilika tarehe 29 Oktoba mwaka huu. Kwa mujibu wa INEC, matokeo ya nafasi ya ubunge na udiwani yatatangazwa mara baada ya kukamilika kwa kujumlishwa kura katika majimbo husika tume hiyo imesisitiza kuwa inachukua hatua zote kuhakikisha mchakato wa uchaguzi unafanyika kwa uwazi, haki na kwa kufuata sheria. Haya yanajiri huku uchaguzi mkuu wa Jamhuri ya Muungano ya Tanzania kuratibu kufanyika tarehe 29 mwezi Oktoba mwaka huu. Kwa upande wa Tanzania Bara, mchakato mzima utasimamiwa na Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi INEC, ambayo inahakikisha kila hatua inafanyika kwa uwazi, haki na usawa. Kwa upande wa Zanzibar, Tume ya Uchaguzi ya Zanzibar ZEC ndiyo inayosimamia uchaguzi wa rais, wajumbe wa Baraza la Wawakilishi na madiwani. Hii ni inahakikisha kwamba mchakato wa uchaguzi unaendeshwa kwa mujibu wa sheria na kanuni za nchi zote mbili. Dodoma. Jeshi la polisi mkoani Dodoma linamshikilia mtuhumiwa mmoja mwenye umri wa miaka 33, mkazi wa malia... maili mbili kwa kosa la kubaka mwanafunzi wa kidato cha nne mwenye umri wa miaka 19, kwa nyakati tofauti huku mtuhumiwa mtuhumiwa... mwingine akiendelea kutafutwa kwa kushiriki kufanya kitendo hicho cha kikatili ambacho ni kinyume cha sheria. Uchunguzi wa awali unaonyesha kuwa mhanga wa tukio hilo amekuwa akifanyiwa kitendo hicho na ndugu zake wawili ambao ni wajomba zake kwa tamaa za kimwili, huku wakimtishia kumjeruhi. Mara baada ya kupata taarifa hiyo juu ya tukio hilo, jeshi la polisi lilianza ufuatiliaji na kufanikiwa kumkamata mtuhumiwa mmoja aliyekuwa akijaribu kutoroka, huku juhudi za kumtafuta mtuhumiwa mwenzake zikiendelea pamoja na kumfikisha mahakamani. Jeshi la polisi mkoa wa Dodoma linatoa wito kwa wananchi fumbia macho vitendo vya kikatili katika jamii na kuacha kufanya usuluhishi wa kesi hizo majumbani na ya badala yake kuzitolea taarifa katika vyombo vya dola. Na huu ndio mwisho wa taarifa za habari za kitaifa. Tupate pumziko tuweze kusonga mbele na habari za kitaifa. Hivi punde, Sudani Shambulizi la ndege zisizo na rubani limeshambulia eneo karibu na uwanja wa ndege wa kimataifa katika mji mkuu wa Sudan, Khartoum, siku moja kabla ya kuanza safari za ndani kwa mara ya kwanza tangu vita zilipozuka mwaka 2023. Wakazi wa jiji hilo waliripoti kusikia mlipuko katika wilaya kadhaa mapema Jumanne asubuhi. picha katika mitandao ya kijamii ambazo hazijathibitishwa na BBC zinaonekana kuonyesha mfululizo wa mlipuko. hakuna taarifa juu ya majeruhi au haribifu na hakuna aliyedai kuwajibika. Siku ya Jumatatu, mamlaka ya usafiri wa anga ya Sudan ilikuwa imetangaza kuwa uwanja huo wa ndege ungefunguliwa tena siku ya Jumatano, miezi kadhaa baada ya jeshi kutoa tena Katumu kutoka kwa vikosi vya Rapid Support Forces na kuanza kukarabati uwanja huo wa ndege ulioharibiwa vibaya. Shambulizi la Jumanne lilikuwa la tatu katika mji mkuu ndani ya wiki, kufuatia mashambulizi katika kambi mbili za kijeshi kaskazini magharibi mwa Katumu na siku zilizofuatana wiki iliyopita. Tovuti ya habari ya Sudan Tribune inanukuu chanzo cha usalama kikisema kwamba ulinzi dhidi ya ndege ulinasa ndege zisizo na rubani kadhaa baada ya saa nne na eneo, lakini haikutoa maelezo juu ya uharibifu wowote. Saa za majira ya Sudan, uwanja wa ndege wa kimataifa ulifungwa muda mfupi baada ya mapigo kuzuka katika jeshi la RSF mnamo Aprili 2023. Kati jeshi la wanamgambo lilipo udhibiti Marekani. Makamu wa rais wa Marekani JD Vance amewasili Israel ikiwa ni sehemu ya juhudi za serikali ya Trump kuimarisha makubaliano ya kusitisha mapigano Gaza anatarajiwa kumshinikiza waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu kuanza mazungumzo juu ya masuala ya muda mrefu kwa ajili ya kumaliza kabisa vita na Hamas. Ujumbe wawili maalum wa Marekani ambao walisaidia kujadili mpango huo, Steve Witkoff na Jared Kushner, pia walifanya mazungumzo na Netanyahu siku ya Jumatatu. Ziara zao zinakuja baada ya kuzuka kwa ghasia siku ya Jumapili ambazo zilitishia kuvuruga usitishaji wa amani uliodumu kwa siku kumi na mbili. Israel inasema shambulio la Hamas lilikuwa wanajeshi wawili, na kusababisha mashambulizi ya anga ya Israel ambayo yaliwaua makumi ya Wapalestina. Tukitoka huko Marekani, tumalize na habari za kimataifa. Huko Ufaransa, ambapo tunaarifiwa aliyekuwa rais wa Ufaransa Nicolas Sarkozy leo Oktoba 21, 2025 ameanza rasmi kutumikia kifungo cha miaka mitano jela baada ya kushindwa katika rufaa yake dhidi ya, ya hukumu ya makosa ya rushwa na matumizi mabaya ya madaraka. Sarkozy mwenye umri wa miaka 70 aliongoza Ufaransa kati ya mwaka 2007 hadi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 Kabla ya kumaliza taarifa tulizokuwa nazo, tupate kusikiliza muhtasari wa kile tulichokuwa nacho mchana wa leo. Mwanafunzi wa darasa la tano katika shule ya msingi Isenegeja amefariki dunia baada ya kutumbukia kwenye kisima alipokuwa akichota maji. Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi ya Tanzania, INEC, imetangaza kuwa itatangaza mshindi wa uchaguzi wa urais ndani ya saa 72 baada ya upigaji kura kukamilika. Na katika habari za kimataifa, aliyekuwa rais wa Ufaransa Nicolas Sarkozy leo Oktoba 21, 2025 ameanza rasmi kutumikia kifungo cha miaka mitano jela baada ya kushindwa katika rufaa yake huko nchini Ufaransa. Na huu ndio mwisho wa taarifa ya habari tulizokuwa nazo mchana wa leo ni kukaribisha kupitia ukurasa wetu wa Instagram. Andika nPoint.tz tusonga mbele pamoja nawe kukuhabarisha habari mbalimbali lakini mbali. Pia kama wewe sio mwanafamilia wa nPoint basi, kwa nini usiungane kuwa mwanafamilia wetu rasmi siku hii ya leo? Mimi naitwa Joshua Sorongai, kwa niaba ya timu nzima Dennis, Julius, Michael, Gaspar, tulikuwa hapa kuhakikisha kwamba matangazo haya yanakufikia kwa uzuri. Hii ni nPoint, zaidi ya habari. Kwa heri kwa sasa.